Jina lako halisi ni nani? Mimi Nabii Benjamini. Mm. Hey. Mm. Kwa sababu ukiangalia Nabii Benjamini, Benjamini ni jina la kiume <laughs> na kulingana na sisi maumbile tunavyokuona, mm, wewe ni mwanamke. Roho ya Nabii Benjamini imo ndani mwangu. Royal Malaika Dorcasi, imo ndani mwangu. Nilimwona <laughs> alikuwa kupendeza <laughs> kama angekuwa kupendeza singemkubali <laughs> lakini katika umbu wake <laughs> alikuwa ni sawa. <laughs> Lazima tuambiane ukweli. <laughs> Kingine <Kutuki> kitu kingine <laughs> y yeah, alikuwa mtu wa bidii katika ukulima uu mm hasa -hmm. Nikiingia katika uo mji sitalala nja nache. <laughs> nja inaokopesha sana ulale. <laughs> <laughs> Eh, nja kesha sipuyi hakuna, utafanya nini? Unapanua mdomo ni, <laughs> ni ruti nyuma nyumbani nyumbani penye nilitoka <laughs> asa mi nikasema hapo hivyo nitakaa vizuri. Katika maandiko Ufunuo Yohana mlango wa 21 mstari wa tisa, vile malaika Yohana alivyoonyeshwa mke wa Yesu alikuwa tu mke mmoja nabii Yohana huyu mwenye wanamtaja katika, mwenye aliona ufunuo akuonaka, ati malaika akamuita ati, kuja nikuonyeshe wake wa mwana kondoo wawili ama watatu, bali alimuita njoo nikakuonyeshe mke wa mwana kondoo, mke wa Yesu, nikiwa ni mimi nabii wana. Alikuwa ameniona kiroho, hakuna uongo hiyo, uongo hiyo. Ndipo sa malaika alimuonyesha mm -hmm. kwa maana isiri ili, ilifanyika mbinguni, ndipo sa ikaleta hapa duniani, ili wanadamu nyinyi mtasame chinzi mnavyotasama leo hii goma ishi.